Ukiwa mjini Uvira jimboni Kivu ya Kusini, tariki ishirini mwezi Novemba mwaka elfu mbili ishirini na tano waganga Uvira kutoka mtaa wa afya wa Uvira wafanya sitini hapa mjini Uvira, hii siku ya ine ya tariki ishirini 20 Novemba mwaka 2025, sitini hiyo ambayo waganga hao wakutanana ili kulia mbele ya serikali kuomba marupurupu yao pia mishahara yao ambayo imegoma kutoka kutoka serikalini wakati hapa wakiendelea kufanya kazi vizuri mjini Uvira. Walizungumuza kuwa wamefanya hivyo ni katika malengo ya kusukuma government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ofisi ya kitengo cha afya katika jimbo la Sidikivu kilikwenda kufungwa na waandamanaji hao wakiomba serikali kuingilia kati ili wapate suluhisho hapa walitaja kuwa watabaki hapa mpaka ambapo serikali itatoa suluhisho, jambo ambalo linapelekea wagonjwa wengi kuanza kupata shida kwenye vituo mbalimbali hasa kwenye hospitali kuu ya Uvira. Baadhi ya wamoja wao tuliozungumza nao walitaja kuwa serikali imekuwa kama vile gari ya ngoro ambayo inahitaji kusukumwa ili kutekeleza na kufanya eh, shurti ili kutimizia waganga hao ambao wanaonekana kuokoa maisha ya rahia, lakini serikali huwa haiwajali. Msemaji wa waganga hao jimboni Kivu ya Kusini ambaye alitaja malengo yao ya kuanzisha sitini hiyo na kutaja kuwa itaendelea mpaka hapo serikali itato maamuzi na kutoa suluhisho kwa waganga hao ambao wanaendelea kusumbuka wakilipa nyumba, chakula na vitu vingine kadhalika, na kuomba hapa kuweza kumsikiliza eh. Kwetu sisi waganga wa infirmier wa province ya Sid Kivu, tumeandaa tumeanda sitine hapa ku division provinciale na bureau centrale ya zone de sante duvira ambavyo vina reprezente ma instance zote za sante mu province ya Sid Kivu. Na hii sitini yetu tunaendelea kuyanda kufatana na mambo mbalimbali mbali ambayo tunaenda kurevandike ku gouvernement yetu. Nayo ya kwanza tunaenda kurevandike ni amelioration ya prime de risque ya wainfirmie yenye inabaki muda mrefu kusasa 64000 franc congolais. Tunawaomba guvernema yangalia gisi gani itaifikisha ku 600000 franc congolais, ambao ni kiwango ya dolare tu, kwa maana kuna wengine watumishi wote wazingine vitengo ambao wanapokea fedha za yulu kuzidia waganga kama vile tulivyo. Na ya pili, kama vile tumesema hapa, ni kuweza kulipa mariere zetu kuko miezi kumi kwa moja na wengine miezi makumi mbili yaani mwaka na miezi munane bila kupata prime de risque na salaire ya waganga wa infirmier. Na ile vraiment inatutia kukosa e ile nguvu ya kuendelea kutunza, kama vile wanavyojua kazi ya mganga katika hospitali kama sisi hatuko, hakuna kazi ambayo inaweza endeka. Na ya tatu tumesema mekanisation ya nouvelles unités na alignement kwa maana kuna waganga ambao wanafikisha miaka kumi makumi mbili, mpaka hivi hawayapataga hata mekanizasyo wamoja, ni mero matrikile na wengine wako nayo awaanzpata hata ile prim de risk. Ndio maana tunasema ile nayo ni atatu ambayo inatuma. Leo tunaendelea na siti yetu ya ine, tumesema ya kwamba kuko wanzetu ambao wanawaita wajele, ni waganga ambao walikuwa waisha toka tayari kwenye benki wanapokea kutembe wanapokea pia kwa Equity Bank me wale watu utangia mwezi wa pili wa moja na wengine mwezi wa nne waliwakatia kupata franga zao. Mpaka leo hivi tuko hapa kusitini, wale watu hawapati franga zao. Tunahitaji guvernema kupitia eh, ministere ya sante provinciale na division provinciale watafute namna gani banki zile mbili zitaanza kulipa ile, eh, ile franga ya, ya wajele na ya tano, ya tano ni juu ya listinge, ni juu ya listinge. Tunajikuta watu kadhaa hawako wanapata fedha zao, wainfirmia hawapati franga zao ijapokuwa ziko zinatoka. Ndio maana tumesema kwa kuhakikisha ya kwamba zile franga hazitoki kuleta waafishe listing ya wainfirmier ambayo waangalie wajue ya kwamba fulani ana droit ya kupata haki yake ya kupata zile franga na fulani hana haki ile. Tunahitaji pia katika revendication zetu watu, watu afishe, kusudi tujue wanani wanahitajika kuweza kupokea ile prime de risque. Na ya sita ni bancarisation. Ile bancarisation tunahitaji sisi wote wa infirmier wenye waisha toka wako napokea franga zao za prime de risque na salaire wawatia ku banke, sababu kwa leo kama tuko naendelea kukuliwa zile franga ni sababu hatuko ku banke. Mwenye iko ku banke hawezi iba franga yake na atu, hawezi jua kwenye franga yake tapita sababu yeye kila mwezi zinatoka. Na ya mwisho ni paiement complementaire. Ile paiement complementaire ni yenye ilianza depuis mwaka juzi, lakini sisi hapa Tuliipata mu 2024, lakini hivi depuis 2025 paka leo hatuyaipata, ila wenzetu wenyewe wako Kinshasa walishapata T1 na T2 na te t waisha pata yani, tangia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa kenda waisha pata, lakini kwetu hapa hatujapata hata kitu. Ndiyo. Ni kwa kifupi ile kwanza. Ndiyo. Tunajua ya kwamba tuko na matumaini kama guvernema inatuona hapa leo tunakia fa sitini ni kuweza kufunga mabiro zote za za leta ya sante kusudi wasitumike, na sisi tunajua kama hawa hawatumiki na sisi hatutumiki, hawatapata madone za sante, na ile tatuma wanakuja kutafuta suluhisho kwetu na ikifikia kama hawakusikia hii sitini, tutaendelea hadi mwisho, na hakuna hata mganga mmoja ambaye ataendelea katika kutunza wagonjwa, na ile tatuma raia nayo yote itaingia kati yetu juu ya kutusaidia tena, ili hali iendelee kukua mbaya zaidi. Na kwa mwisho, wanasema kama watu wanaanza kusoma baada ya kugoma kama mnahatarisha maisha ya raia, sio sisi ambao tunahatarisha raia, bali ni leta ndio inahatarisha raia. Sisi tuko tayari hata kesho tunaweza rudia ingawapo leta itaweza kutuletea suluhisho kwa haya mambo yote ambayo tunatoka kutaja hapa. Ujumbe wa mwisho. Ujumbe wa mwisho ni kuomba leta ifanye nguvu iweze kuji, kuleta jibu kwa hii malalamiko yetu na pamoja na raia ijue ya kwamba sisi hatuwabandone tuko pamoja nao. Tunahitaji ni haki yetu kwenye leta iko. Asante, asante. Mambo ambayo nilipenda kuzungumzia bwana journaliste ni kulingana na magumu na shida yenye shie pa muganga pa infirme ya province yote ya Sud Kivu tuko tunapitia kuhusu shida ambayo guvernema inendela kututia amo, miaka nenda ruti, miaka nenda ruti, tuko na matatizo kabambi, na yenye abapende basikie na shie njovenye, tuko tunafanya kazi mchana soa vile busiku ile tusaidie raia, ila kwa saizi tulideside kusema kama tuingie mwa izi maaktivite za sitine, tulianza na March na leo tuko hapa kubiro ya ya division provinciale ya sante juu tureklame droit zetu ambazo zinaendelewa kufinywa miaka inakuwa ya mingi sana. Na ni haki gani ambazo mnakuwa mnatetea? Tunapenda siye kutetea kuteteya haki zetu ambazo zifatazo. Tunakuwa na batu benye biko na miaka mingi mukazi mpaka leo, abana ni prime de risque, abana ni salaire, na bale badogo benye banapataka ile prime de risque na ile salaire seulement mu Sud-Kivu

ministre provincial de la santé chef de division provincial de la santé, bale batu ba njoonie banatwangamiza na kuchanga na bale ba gestionnaire, ba, ba age finance ya, ya province, bale ne batu nie banatwangamiza kwa kukula franka zetu ile kidongo nyenge kwe inapatikana banendelea pia kuikula. Tuko na miezi makumi mbili bamoja mengine miezi kumi a bapoke ake zile franka. Muna uhakika kama wale watu ambao mnataja hapo ndio wanakuwa wanakula pesa zenu? Na kama ndiyo kipi uthibitisho ambao mko mko nayo vraiment, tunahakikisha ya kwamba bale batu ndio venye banakulaka zile franka, ju haiwezi wezekana leo walitulipa mwezi moya, mwezi ya kwanza banakuyaruka banalipa mwezi ya saba ya munane ya kenda, ile ngine interval ile ngine miezi tano ilienda wapi? Na tuko na mamesaje zinatoka kuma ministeri ya bije, ministeri ya fonction publique, ministeri ya finance zinatuambia leo inchi inakuwa kidogo, sababu teknolojia inakuwa inafupisha mambo. Tuko na uhakikisho ya kwamba zile franka zote zilishakatoka, lakini abataki kutupatia azo juu ya kupenda kutugandamiza. Na ujumbe gani unao sasa kwa niaba ya waganga wote hususan wale ambao hawako hapa kwa saiz? Kwa, kwa mimi na ujumla ya wamuganga wote wa Sud Kivu, mambo ambayo tunapenda kusema, tunaweza kulomba wale batu benye tuko tunataja hapa, kama guvernema inakuwaka mukongo, kama tuko na president de la république tuko na chef de gouverneme, bale batu wanapasha kubaondoa ku madaraka

kiongozi makamu mratibu wa shirika jipya la kirahia, ambaye alitaja kusukumana na kuungana na wanganga hao ili kutekeleza na kuhakikisha kuwa wamepata haki yao. Alitaja kuwa wameanzisha kipengele cha kwanza. Baada ya kufanya maandamano, serikali haikushughulikia, na hii ni moja kati ambayo wamekuja kuanzisha ili iweze kuleta suluhisho. Fredi Mudeba: watu wanakuwa wakikufa kwenye manyumba, wengine wanakua wakikupia kumastriktire kwa kidogo sana privé ambapo hawana tena accès soins de santé ya kaliia maservice ama institution publique, malgré marche pacifique yenye tuliwezaka kufanya munamuna tu ya kuitiza waganga me. Tangu leo tulikonstatia kwamba kuko kimya de la part ya serikali, na ile kimya yetu inafanya ke leo metana watu wa wa mingi sana, ambapo nombre iko hatuwezi weza tena Esamiatatabiske mu mazone de santé zote presque waanawaganga awatruk waganga na sisi, kama vile shirika tipe la kereya, hatuwezi hatuwezi hatuwezi kukubali. Ndio maana tumisema ya kwamba hii sasa na kuwa plan B.

ya mena kufanya city kudivizio provinciale ya sote na kumazonde zote zote kwa kuonesha guvernement ya Kinshasa ya kwamba probleme ya wa waganga ingali na tanke hawaya satisfera waganga. Waganga waligoma wa ya kwamba hawatarudiaka kwenye, kwenye makazi alor, tunaambia serikali ya kwamba tuko na bezoi ya waganga warudie, wawalipele madeziderata zao ambao wanakuwa wakilomba waki, waki, waki porke uangalie namna gani watu wetu wanaweza, ku, wanaweza kutunzwa. Le contraire kuko place ambayo tutaifanya yenye ta contraindre serikali kuweza kujibia kwenye ma, eh, majukumu ya waganga, kwa sababu haki ambayo wanakoa wakilomba atukani ni haki droit haiko hata, haiko hata faveur vala. Pourquoi tuko hapa na sisi, hii activite haitaishaka, donc si tini taishaka mpaka gisi waganga wananikwa a na itakapofika ya kwamba serikali itaendelea kufanya suorei na wazi ya kwamba itakuwa na zingine makshe za kambani sana ambazo ziazifanya muke serikali iende kwa, kwa sababu wana wana haki wala kuva motifa, ambayo imefanya presence yetu hapa, wa waganga tuko determine kuwashinikiza kupata mas